bidhaa zako mbalimbali ambazo mba unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na Themat Supermaket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni bunge la kosho. Utendaji wa Samia lampa tuzo utawara bora uwajibikaji, tulia asema anastahili. Rais aeleza tamu chungu uongozi wake ataka ushirikiano zaidi. ya habari katika ukurasa wa tatu. CCM kuteua wagombea ubunge Agosti ishirini. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ilani CCM yaagiza mambo kumi kuboresha elimu. Asilimia themanini wanafunzi kujiunga sekondari elfu mbili na thelathini. Ajira laki tatu na elfu hamsini kuzalishwa Zanzibar. Viwanda kugua asilimia tisa kila mwaka. Habari ia kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tanzania yaishukuru benki ya Afrika ujenzi SGR. Habari katika ukurasa wa tatu. Basha upokea ndege kulinda mazao ya wakulima. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Papa amteua Mtanzania mkuu wa baraza la kipapa Kanisa Katoliki. Habari katika ukurasa wa saba. Ilani ya CCM ya wakuna wasomi wanasiasa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania Jumapili ya leo pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sakata la Lisu laja kivingine. Uwagili wake wa kimataifa awasilisha malalamiko Umoja wa Mataifa kuhusu kuzuiliwa kwake. Wanasheria wajadili hatua hiyo, kesi zake mahakamani Kisutu kuendelea kesho. Habari kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Nuku katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Joseph Kiwanga, mhariri wa sheria UDSM, wakisema ni muhimu kuruhusu mfumo wetu wa sheria kushughulikia kesi hii kwanza. Iwapo unakuwa na ukiukwaji wa haki, ndipo njia za kimataifa zinaweza kufuatwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Gazeti hili imeandika hatima ya askofu Gwajima kisiasa, mjadala habari katika ukurasa wa pili. Lema, kwa nini nilimtosa Mboe? Habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili Mjumbe wa kamati kuu Chadema, Godbless Lema amesema uamuzi wake wa kumuunga mkono Tundulisu aliyeshinda ulikuwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita. Bunge la mpatuzo, Rais Samia aeleza mapito yake, habari katika ukurasa wa tano. Mtanzania ateuliwa mkuu wa baraza la upendo Vatican, habari katika ukurasa wa tatu. Sababu ongezeko la magonjwa mfumo wa kupumua, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi jumaapili leo. Ndalo gazeti Nipashe Mwanga Jamii, lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika Samia asimulia aliyopitia alipoingia kuongoza nchi asema alimuomba Mungu ili kuhimili vishindo hivyo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Ripoti maalum: viongozi wanavyochangia kushamiri ndoa za utotoni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Wauguzi MNH watema nyongo kunyanyapaliwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa tato gazeti hili. Nipashe limeandika Nchemba shukuru DBSA kwa ujenzi wa SGR, habari katika ukurasa wa pili. Chalamila hatua wa siku kumi na nne machinga kuacha njia katika soko la Kariakoo, habari katika ukurasa wa tano. Kona ya afya, undani kuhusu tezi dume na saratani ya tezi dume, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika rafinya na habari funguka. Zanzibar leo kwa kweli na wazi ni nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni bunge la mtuno kutuzo maalum Dr. Samia. Habari katika ukurasa wa pili ni kwa kutambua mchango wake wa uongozi. Dr. Mwinyi mgeni rasmi mkutano wa viwango Afrika, habari katika ukurasa wa pili Suza kuzalisha mbegu bora za zao la mwani, habari katika ukurasa wa tatu. Mifumo imeziba mianya ya uvujaji wa fedha serikalini, habari katika ukurasa wa tatu. RSF wa watu ishirini na sita Sudan, habari katika ukurasa wa tisa. Na hivi ndivyo leo kwa ukweli na wazi, pata nakala yako hivi, soma ndani zaidi ambavyo gazeti Mzalendo. Mzalendo ni ninalo mikononi mwangu lenywa habari iliyopewa kipaumbele ni rais Dr. Samia elezia tuzo aliyopewa Bunge, ashukuru na kusema ni alama kwake katika kuendelea kutumikia nchi, aupongeza muhimili huo kuisimamia serikali, yafafanua kazi anazofanya hazitokane na nguvu zake, isipokuwa ni uwepo wa mipango ya maendeleo na ilani ya uchaguzi. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwigulu aishukuru benki kushiriki ujenzi reli ya SGR. Habari katika ukurasa wa pili. Wanaharakati uchwara wapingwe kila kona. EAC, habari katika ukurasa wa 18. Gazeti hili limeandika siku 30 za moto madereva walevi, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Afya, umuhimu wa jokofu kuhifadhi vyakula, habari katika ukurasa wa nane. Elimu, vifahamu vyuo vikuu bora barani Afrika, habari katika ukurasa wa 17. Lakini pia gazeti hili imeandika polisi Zanzibar mgusawa uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa 15. Jafo, serikali imeweka mazingira mazuri uwekezaji, afya ya kinywa, habari katika ukurasa wa tano. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo katika ukurasa wake wa mbele. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, Mwanaspoti ninalo mikononi mwangu lenye limeandika, Fei kwenda Simba kikwazo ni hiki. Azam yafunga mjadala, yahitaji ya Yanga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano katika msimu huu nyota huyo amehusika kwenye mabao kumi na saba akifunga manne na kuasist kumi na tatu katika ligi kuu bara. Singida yafuta dabi ya tatu, yavunja rekodi ya siku mia tano sabini na tatu habari katika ukurasa wa pili, matokeo ikiwa ni singida tatu simba sports club sifuri Bruno ngoma ngumu. Habari katika ukurasa wa kumi na nne. thelathini na tisa, idadi ya mabao aliyohusika nayo Bruno Fernandez msimu huu katika mashindano yote ya Ulaya. Ligi kuu Jumapili Juni 15 ni Yanga dhidi ya Simba saa 11 kamili jioni, uwanja wa Benjamin Mkapa. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani mikononi mwangu unalio gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo limeandika Simba yamaliza y mwendo FA habari katika kurasa za ndani. Samata Mzize Mirosh Njestaz CCM yaahidi makubwa sanaa utamaduni michezo. Lakini pia gazeti hili limeandika Mario aguswa na mtoto muuza mayai habari katika ukurasa wa ishirini na moja Fad Mukwala washinda tuzo Mei, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha nukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri kwa sasa.